Karibu katika chaneli yetu ya Next to You. Uweze kupata uh, uweze kupata services za aina tofauti tofauti, kukuwezesha wewe ukakutumia simu yako ya mkononi au kompyuta yako ya, ya, ya, ya mezani. Kitu ambacho naenda kuelekeza, naenda kuelekeza ni namna gani unaweza kupata cheti ambacho kime be verified na RITA kwa ajili ya kushughuli mbalimbali, kwa mfano kwa wanafunzi, kwa ajili ya kuombea mkopo na vitu vingine. Kitu cha kufanya utaingia katika RITA uh, utaingia katika Chrome yako utabonyeza hapo, utaandika neno RITA. Kisha ingia neno RITA, utabu utaweka e RITA poto. Kwa mtu yoyote ambaye amehakiki cheti chake online atakuwa na atakuwa na nini? Atakuwa na account. Kwa moja kwa moja ataingia neno sign in. Akiweka sign in atabonyeza hapa kwamba ataweka ile username yake na password yake. Baada ya kuweka itamwacha uh, uh, login. Baada ya kulogini utakuja sehemu uh, utakuja sehemu hii ya Uh, utakuja hii sehemu, utaangalia kabisa vyeti ambavyo vimebi registered na ambavyo havijabini nini registered kwao. Utaingia base service. Ukishaingia base service, ukisha ingia base service, utakuja huku sehemu ya juu ambapo imeandikwa submitted application. Utabonyeza submitted application, ukishabonyeza submitted application, mfano wewe uliye submit unaitwa Musa Matias Buguhi, utaingia utaangalia status imesema verified. Uh, statement yake pale kwa moja kwa moja utaingia kwenye detail, utabonyeza kwenye detail kwenye hizi dashboard, utakuja moja kwa moja kwenye neno action. Kisha kwenye, kwenye neno action utasema kwamba download Kishadani tayari cheti chako kitadadomona chako kimeenda kufunguka, kinaonyesha kabisa kwamba ha hiki cheti cha huyu mtu kimebi verified tayari. Unaweza kwa ukaona kwamba huyu yeye ni mwanafunzi, anaenda kuomba mkopo. Namba ambayo anaenda kuitumia kwa ajili ya kuombea mkopo ni hii hapa, kwa hivyo moja kwa kwa moja cheti chake kimebi verified. Kondo namna hiyo au application kodi, unaweza usi download cheti ili ukatumia application kodi ambayo inakuwa imeshatuma mahali hapa kwa ajili ya, ya, ya kuombea ya mkopo. Nishukuru sana, kumbuka kusubscribe, karibu tena katika chaneli yetu ya Next, next to you. Kumbuka kusubscribe, ku share, ku comment na utapata services za aina tofauti tofauti kutoka katika chaneli yetu.